Najua na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Sina mwingine kamwe, ni wewe Bwana yeah! Nimesikia kabisa kelele ya mtoto. kuna kitu gani hapa? mm.

Hivi wewe Gracy, kitu gani ambacho kimekutoa hapa nyumbani na kwenda kule kwa mtumishi hivi eh? Nyinyi watoto unaniweka kwenye wakati mgumu na mimi mjomba wenu eh? Kuna sehemu za kuingia pabila kunitaarifu, kuna, kuna sehemu za kuingia hadi ni taarifu mimi. Ona mnajiamulia tu eh!

Kwa Bruno, pale kaasnagusagusa hey, keshamba mwanangu, mwanangu, mwanangu. Nikisebezwa moto kama mboso mazingira. Mjomba, mimi ninachokiona Grace yupo sahihi, kwa sababu wewe mwenyewe ulisema tusije tukasema hatuwezi kabla tujajaribu, sawa eh? Sawa, amejaribu, ila kuna sehemu zingine za kuingia na sio kukurupuka Ukaa kwanza kikao, tufanye kwanza kikao kabla kwenda kufanya kazi. Angalia mkono wake sasa hivi hauna kazi. Tunafanya nini? Gonga kidogo, nina cha arusha hapa. Mwana wetu vipi? Mbona najiona kama vile kinyoke sana? Sasa sijui shida nini.

Oa mwanangu, anatapigwa ambazo azielewi. Huko gani mwanangu, nifungulie kidogo ni nyonya. Fungulie kidogo. Eh, mwanangu usijua.

Una, una dondosha nyinyi tambo lenye tunaenda kupiga moja. Wewe, unajua ile tambo, unaweza kushangaa kinawaka kipira mwanangu, nashanga owa, owa, ama vipi, tumteme haeleweki. Vuna kidogo mwanangu, unajua kila mtu ana stress yake hapa sasa. Kama aabasa ushaula vyangu, sielewi hapa. Unajua unazi ukaongea sana mwanangu, kumbe ndo ile uchwala. Ebu nipe kodi mwanangu, we shida gani na kusumbua

Usije tena ukarudia, yaani kuna muda kabisa unatakiwa ufike, tujue kabisa yuko bwamba ambaye alikubali kabisa mwanangu kumwaga bodi yake kwa sababu sisi wauni mwanangu, yaani remember kabisa mwanangu, zigribwai God mwenyewe anakaa kikao mbinguni pale, yupo na dogo lake. Oa, God anauliza kile kikosi Anauliza kikao, nani ni msendi kwa dunia kule aende akaokoe wale raia, lakini wote wakanyuti <muchilis> wazigiribwai mashine. Kumbuka mwanangu, sasa mbona unalia mwanangu? Hivi vitu tunavifanya, lakini one day lazima tuvute kamba mwanangu, kama Yesu alikuja akafa akatufia wauni, kama sisi augua Oaz... Oh, mimi jizazi kabisa nanivurugaga kabisa. Mimi nikim, yani nikisema nimfikirie nashindwa ni kuelewa, mimi nifanyeje? Kwa sababu yake mwanangu, a siopoa mwanangu, isiofea wazee ivike kabisa. One day twende kanisani pale tusikilize hata maneno ya Mungu, mara moja moja sio mbaya A, tunavuta mabangi, tunachoma sindano wana wetu za dawa za kulevya, tunalewa, tunafanya vitu ambavyo vieleweke ufusi kwa mtaani. Tunaonekana sisi ni tishio mbele ya jamii. One day tutatafuta na madefender, manake nini wana wetu? Da da, mdogo wangu, kuna kitu umezungumza afu nimeelewa ni many point. Unajua kwa nini familia, unajua hadi kufika kwa wauni hapa maskani ukazungumza kodi kama hizo. Yani, mi nimeelewa kuna kitu kimekugusa, yani ndani ya njozi zako, afu kuna kitu ume feeling afu Mungu amekushushia ile kitu blaze yani. So, unajua mwanetu mm. da mwanangu, yani mimi nikwambie kitu kama vipi? Mwanangu wewe uko kwa kweli yani, ila mimi kuna kodi yani. ambazo sijamaliza yani, nikizimaliza mimi nitaokoka. Ila, wanasemaga Yesu ni Bwana, usizani ni bwana wa mademu ilakonyezwa kodi mwanangu we ukoka haina kweli au unasemaje mwanangu? O, mwanangu sikilibwai kama ulivyoongea mwanangu hapo mm. yeye yeah, aokoke. Lakini mwanangu mimi hata jiza zanishukia hapa leo mm. swala so, la kuokoka niache double kick au fegi sasa. Mama mtumishi Abe, kabla ya yote ningeomba kwanza tujikabidhi mbele za Mungu ili tuweze kuendelea na mjadala. Asante, mtakatifu Mungu wa majeshi, Mungu Ibrahim, Isaka na Yakobo, Baba tazama, tazamaniwa sana, wakati mwingine ambao tunakuomba uwepo wako uwepo mahala hapa Baba. Tuanze hapo kikao hiki, tukianza kwa wema, tukimaliza kwa kutukuza jina lako, kupitia kwa Yesu Kristo Bwana ndiye mwokozi wetu, amen. Sasa mama mchungaji, amen, lengo na kusudi la kukuita hapa mm. ni kutaka kujua mtumishi mwenzangu, ambaye ndiye mume wako, wewe sasa hivi hana ushirikiano kabisa na mimi. Kivipi mtumishi? Mbona hapo sijakuelewa? Hiki kitu siwezi nikaacha kabisa mwanangu. Oh, huadingi. Hey, baridi, ila sasa nimekubali kodi za Mr. Mbuni. Sasa babu, kwa vile hivyo unaenda kuokoka mwanangu. Kuna tambo ili nimemsaula msera pale, au sio?

A <tipi> oh, Mungu kabisa huyuza zinamuona kabisa muda mwingine oh, njoo kwa chachi mara mapambio muda mwingine wote nimesimama, autalei kule kipindi nafika hapa, alikuwa ananitembeza hata kwa waumini, siajua wa mimi mgeni, ananitembeza kwa waumini, tunaenda kuangalia kutatua shida zao, wapo wanaohangaika huko a na nasikia wengine nauma mguu tunawaombea mambo yanaenda safi safi. Sasa mimi hapa kuna muda nashinda hapa nyumbani sina ushirikiano kabisa. Unaona? Sasa nikaona sio vema nikuite wewe kabla ya kumfikia yeye, Ili hata kama mtaweka mipango yenu ya kazi vizuri tuendelee kufanya kazi ya Mungu kwa upendo. Unajua katika vitu ambavyo tunapaswa kufanya bila msimu wala nyakati ni kazi ya Mungu. Mbona mm-hmm, hili neno limekuwa geni sana kwangu?

Wende. Oh, hey. Na kingine huwa nikilala na nikatulia kabisa, kwenye maono yangu naona kuna loho uchafu zina zinamnyemelea mtumishi, yaani naziona kabisa, japo sina uhakika hamna. Mm, mtumishi yaani hapo nikuondoe tu wasiwasi hayo wasi. Ni maono tu ya kawaida, na ukiwa mtumishi maono kama hayo ni lazima, ndugu yangu. Basi sawa, mi ngoja nikuache niende nyumbani mara moja. Basi sawa, karibu tena na umsalimie mme wako. Aya sawa, mi ngoja niwahi. Eh.